Mheshimiwa Rais amekuwa akiwa na zile knockout za mama na uh, sisi katika vipaumbele vyetu kwenye masuala ya michezo. Nakumbuka juzi nilikuwa nazungumza masuala ya maeneo ya vijana hmm. Nikawaeleza kabisa mbali na zile sports academy, lakini pia kwenye mabodia tuko nao hmm. Na wanafanya wanafanya vizuri, kwa hivyo mi nadhani na nyie kwenye fursa hizi za mikopo mnaeza mkaomba labda kutuwe na gym au nini ili kuweza kusaidia, lakini na sisi tutaona jinsi ya, ku, ya kuwa na eneo mahususi kwa ajili ya mazoezi na, yeah. Eh, eh, na mashindano ya madugu madugu, wakati tunaangalia uwanja mkubwa kwa yeah. ajili ya kufanya mambo kama haya eh, lakini kwa ujumla wake tunawapongeza sana eh, kwa sababu mnajua unavyokua unavyo kwenye mchezo huu kwanza unakuwa ni discipline, maanake uki- ukiwa hauna nidhamu unayumba kabisa e, unashuka e. kwa hivyo lakini pia nyie ni role model. kuna vijana wengi mitaani huko wanatamani waje wawe kama nyie unaona, lakini pia mtatusaidia. Lakin mm. mta hata vijana vijana wanaonyakua simu na nini mm. wakiwa na mahali pa kufanya mazoezi na wakajua kwamba kumbe mnaweza, nikatoka, sio lazima nitumie njia za mkato mm. Lakini hata kwenye wale wanani waraibu hmm? Wanaona, bwana unaharibu mwili, kumbe mwili ungeweza kuutumia kwa ajili ya mambo mazuri, yeah, mazoezi na ukafika mbali e, kwa hivyo mi nataka nyinyi mji mue mabalozi na tuwatumie kwa ajili ya kuelimisha vijana wengine e, kwa sababu kuna maeneo mengi mtu anaweza katoka E, kuna muziki wanaweza kutoka, lakini hata kwenye hii fani mtu anaweza kutoka. Leo ukienda Filipino unakuja kitofauti, uenda Marekani unarudi kitofauti e, kwa hivyo sisi tunaombea Mungu, lakini kama kuna chochote changamoto mnayo au kitu ambacho kama serikali tunaweza tukafanya, ushauri, msiache kutoka. Tumerudisha shukrani zetu kwa mama mkuu wa mkoa wetu alivyo jinsi alivyotusapoti kwenye nokoti ya mama Leo tumefika kwa ajili ya kumpongeza zake mama na kumwonyesha jinsi gani tulivyopambana na kumrejeshia ushindi tulioupata. Amefurahi na sisi tumefurahi. Kama kiongozi, ningependa mambo mengi yangefanyikia pia kwenye mkoa wetu wa Tanga, kwa sababu Tanga ndio sehemu ambayo tuna mabondia wengi wakali na mchezo wa ngumi ni wetu. Kwa hiyo, tu kama mkoa wa Tanga uongeze nguvu ikiwezekana ku, ku, kuwapatia hata kiwanja Mafia, tajiri, uwezo wa kujenga ukumbi anao. Ina maana kama tutaweza kusapoti hata kiwanja alafu yakatengeneza ukumbi mkubwa ambao utafanyikia mapambano hapa Tanga, itakuwa ni vizuri sana. E, nikiwa kama kiongozi, ombi langu ni hilo kwa serikali yetu ya Tanga, ituunge mkono vitu kama hivyo mchezo wa ngumi zidi kusimama, kwa sababu mchezo wa ngumi Tanga upo, vijana wapo, kwa hiyo wanahitaji sapoti. Na sapoti inakuwaje? Basi tukamate masponsa ambao tunaweza kuatia nguvu. Kama Tanga tuna mabingwa wengi na wengi mabingwa wapo Mafia Box Promotion, kwa hiyo kwanini tusijivunie vijana wadogo kama hawa walivyokuwa mabingwa, tukaongeza nguvu. Kwa hiyo vitu kama hivi inabidi vifanyikie kwenye mkoa wetu wa Tanga. Kuna wakati vikifanyikia mkoa mwingine tunakosa nguvu kwa sababu mashabiki wetu pia wengi wako Tanga. Nimekuja kwa mkuu wa mkoa kuja kumshukuru mkuu wa mkoa kwa namna alivyotusapoti na sisi tukaona tu, tuje kurudisha heshima na kuja kumpa ongera yake aliyotusapoti. Kwa jambo hili hatujamwangusha na hatujaiangusha Tanga pia. Mchezo wa boxing kwa hapa Tanga kwa, vi, kwa vijana wengi sasa hivi ni kama ni ajira, kwa maana watu wengi wanafuata mfano kutoka kwa champezi, One Time Hassan Mwakinyo na wingi tunafata kile ambacho tunaona kizuri kinafaa, na Mungu amesaidia Tanga, kuna vipaji vingi na tunabidi vipaji hivyo visapotiwe kama mkuu, mkuu wanavyojitoa anavyojitoa kutusapoti sisi na afisa ya michezo. Mungu azidi kuwajalia, Mungu azidi kuwabariki.